Karibu kwenye makala haya katika idhaa hii ya RFI Kiswahili. Swali kwako, mitandao yako ya kijamii, unaeneza habari za aina gani, za ukweli au za uongo? Uko huko, nami Jupita Mayaka, lakini nami ni Hilari Ngati. Kipindi hiki tunashirikiana na Laben Volensia kupitia tumbu hizo la kuelimisha. Sasa kwenye mtandao wa X habari inapotosha ikisema mkutano wa nchi za maziwa makuu huko Ufaransa ulikuwa wa kusema kuwa Rwanda inatekeleza mauaji. pia madai mauaji. Pia tutaangalia madai yanayosema mchanganyiko wa alovera na sehemu nyeupe ya yai ni tiba ya kisukari, lakini pia shinikizo la damu. Alama ya kujumuisha 254707888555 ndiyo namba yetu ya kuwasiliana nasi. Jupita Mayaka, habari ya jioni, na bila shaka msikilizaji, tarehe 30 Oktoba mwaka huu, Ufaransa kwa ushirikiano na Togo ambaye ni mpatanishi wa Umoja wa Afrika kwa maziwa makuu, waliongoza mkutano jijini Paris ili kuunga mkono amani na ustawi katika eneo hilo haswa kuhusu mgogoro wa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ni mkutano ingati uliotarajiwa kuhudhuriwa na wakuu kadhaa wa nchi za Afrika. Hata hivyo, ni viongozi wawili tu wa Afrika waliohudhuria, rais wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Togo Fo Nyasimbe. Mataifa mengine yaliwakilishwa na mawaziri wao wa mambo ya nje au wajumbe maalum, ikiwa ni pamoja na Rwanda iliyowakilishwa na waziri wake wa mambo ya kigeni Olivier Nduhungirehe. Na katika mkutano huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza uhitaji wa yuro bilioni 1.5 msaada wa kimataifa kushughulikia dharura ya kibinadamu nchini DRC, huku wakiahidi pia kupeleka chakula, dawa na kuanzisha njia salama za misaada. Msikilizaji, tangu kipindi hicho picha imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, haswa kwenye X ikidai kuonyesha bango lililoandikwa na na linukuu. Rwanda inaua, mkutano wa Paris kuhusu mgogoro wa kibinadamu maziwa makuu. Akaunti nyingine ya X mnamo Oktoba 31 iliandika ukweli mtupu, Rwanda inaua. Picha hiyo pia ilitumika kwenye video katika YouTube. Lakini je, picha hii ni kweli? Tulianza kwa kutumia Google kwa kuweka picha hiyo kwenye Google Lens, na tukapata picha hiyo imehaririwa na kuongeza maandishi kuwa Rwanda inaua. Tulikagua zaidi ikiwa picha hii ilikuwa imeshirikiwa na chanzo chochote cha kuaminika. Newspoint CD, huu ni ukurasa rasmi wa Facebook unaochapisha habari za kiusalama, kisiasa na kiuchumi kutoka DRC. Siku hiyo hiyo ilichapisha picha ambayo haina maandishi kwamba Rwanda inaua kwa herufi kubwa, lakini Jupiter Mayaka na... naona msemaji wa rais wa DRC, huyu anaitwa Tina Salama, kwenye mtandao wake wa X Aliweka picha ambayo si ya kupotosha kuwa rwanda inatekeleza mauaji. Pia tuliangalia kwenye akaunti ya waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, ambaye alihudhuria mkutano huo. Chapisho lake liliambatana na lile kutoka kwa wizara anayoongoza kwenye akaunti yake ya X. Si kweli, mkutano huo haukuwa kuhusu rwanda inaua kama bango linavyodai, lakini miongoni mwa masuala muhimu ilikuwa ni usaidizi wa kimataifa kushughulikia dharura ya kibinadamu nchini DRC.

Bila shaka ukweli au uongo ndicho kipindi unachoendelea kusikiliza hewani katika idhaa hii ya RFI Kiswahili, sote tukihimizana kwa mabalozi wema wa kueneza habari za ukweli na zilizo sahihi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Uko nami Hilari Ngati, nami ni Jupiter Mayaka na mene, Jupiter, maya kana. Moja kwa moja, habari nyingine tunayoangazia ni chapisho la video kwenye TikTok la tangu Oktoba 28 linalodai kwamba mtu akitumia mchanganyiko wa aloe vera na ile sehemu nyeupe ya yai mara mbili kwa wiki kwa anaweza kupona kisukari, lakini pia shinikizo la damu. Kisukari ni ugonjwa unaotokea wakati glukosi kwenye damu iko juu sana, na inaweza kusababisha matatizo mengine ya kiafya kama vile ugonjwa wa moyo, uharibifu wa mishipa, matatizo ya macho na figo. Sasa kwa upande mwingine, shinikizo la damu ni wakati msukumo wa damu katika mishipa ni kubwa kuliko kawaida. Utakumbuka ingati, hapo awali tumehakiki habari za kupotosha kuhusu tiba mbalimbali mbali ambazo hazijaidhinishwa na wataalam. Wanasemaje kuhusu hili? Wanasema hakuna ushahidi wa kisayansi kwamba kunywa mchanganyiko wa alovera na sehemu nyeupe ya yai kuwa kunaweza kutibu kisukari na shinikizo la damu yanavyodai machapisho. Lakini hao hao wataalam Jupiter, wanaendelea kusema kutumia dawa ambazo hazijathibitishwa kunaweza kuchelewesha matibabu sahihi. Wanashauri ingawa magonjwa hayajapata tiba halisi, yanaweza kudhibitiwa tu kwa kubadili mtindo wa maisha dawa zilizoidhinishwa na kwa mjibu wa taasisi ya kitaifa ya afya Marekani, kiasi kidogo tu cha utafiti kinaonyesha kuwa mtu akinywa aloe vera inaweza kupunguza viwango vya sukari kwa mtu aliye na kisukari. Lakini pia shirika la afya duniani WHO lina washauri wagonjwa kisukari na shinikizo la damu kudhibiti hali zao kwa matibabu na mabadiliko ya mtindo wa maisha na kukukumbusha tu kwamba taasisi ya kitaifa ya afya ya Marekani inasema kiasi kidogo cha utafiti kinaonyesha kuwa mtu akinywa aloe vera inaweza tu kupunguza viwango vya sukari kwa mtu aliye na kisukari. Bila shaka unaendelea kusikiliza RFI Kiswahili, kipindi yawani ni ukweli au uongo. Uko nami Hilary Ngati Jupita Mayaka. Sasa tunakwenda kule Tanzania, tunaungana naye kwa njia ya simu na mchora vibonzo wetu maarufu Dokta medi Medi. Ha, habari ya jioni. Natumai kwamba hali imekuwa tulivu kule Dar es Salaam. Unachorea nini jioni ya leo? Ha, bali salamu salama kabisa. Jioni ya leo ninachora katuni kuhusu hii taarifa ambayo inasambaa picha kwenye mtandao kuhusu kongamano la mkutano uliofanyika Paris kuwa kuna picha imezua taharuki ya kuonyesha kwamba kama Rwanda inafanya mauaji nchini Kongo. Kwa hiyo nimechora msemaji wa rais wa Kongo, sina salama. Nimemchora akikanusha hiyo picha ambayo inasambaa, si sahihi. Kwa hiyo kuna picha ya ukweli ambayo nimeichorea kwenye kikatuni. Ni kutakie jioni njema, asante sana. Kwa hiyo kaa karibu, angalia kibonzo kinachokuja. Asante asante Medi. Lakini msikilizaji, tukujuze kwamba ukitaka kutazama kibonzo chake Dr Medi unaweza kutembelea wavuti wetu wa www. RFI.fr/sw, lakini pia kutembelea mitandao yetu yote ya kijamii. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 25477888555. Mchoma na Joli mdani wenu Mupenda oui. Uko na bali kwa walae, eh? Hizi vinywaji zote zenye uwatia kwa meza yako, mm. Wapi kwenye utazikunywa? Ne, lakini uko nakunywa kunywa na kuchanga mitindo tatu ya pombe. Una bado? Beer, mm. Whisky, yeah. Divai. Kisha tena uko na lomba ju, utie yulu. <laughs> Papa, njoo mtindo gani ya kunywa pombe hii? Hii ni kinywaji ya maarifa. Hapa kuna kosa tu pombe mwe vya asili. Hey, na kasuku ah. Mwevika mboka mboka kabuchungu. Ah, yeah. Bo? Ina pa bile mata nilikamate nilichange mwevere moya, nilikuunicha ni moya. Kwa <laughs> kusu kuna programa ya kujiuwa? Wana njoo nikona <laughs> tafuta kujitunza. Kujitunza ni? Sikia, nisha pata siri ya dawa. Juhu ishi dangu ya mzali. Itaongeza nguvu ya kiume. Nani mwenye kudanganya vile? Hapa nyuma nyuma ndiliingia mkundi mmoja wa WhatsApp yenye mashauri juu ya afya. Eh, eh, bwana. Na kuni ndio nilivumbula hii hii siri. Inafanya ende pia kwa dawa. dawa. dawa. Hapana, mpenda. mine. Mine. Ah, Mungu wewe, una maana kabisa pombe yangu chapo yenyewe ni dawa. Hakuna dawa pale. Master makelele gani yetu? Leo sasa kama furaha yako nibakie tu hivi bila mtoto. Na vera mlishafunja. Mwanga kinywaji yangu. Ah, mimi naona sasa. Hii hmm, kuchanga Pombe zote? Leo hapana. Haiko kisu unawazia, mpenda, asikunywe michango ya mapombe za za makali zenyewe na na changa. Eh, shida. Hana kabisa. Hii ni dawa. Dawa yangu yangu gani? Mimi mie? Ah, nini mpenda? kama hizi maruma ziko zinazunguka <laughs> mitindo fulani kinywaji mapombe za makali zenyewe <laughs> zitatatua shida <laughs> za uzazi

na bila shaka, msikilizaji, ukitilia shaka habari yote kwenye mitandao ya kijamii, tembelea mitandao yetu ya kijamii ya RFI Kiswahili kisha tuandikie ujumbe. Unaweza pia tuma sauti au kutuandikia ujumbe kwenye WhatsApp. Anza na alama kujumlisha 254707888555 hadi kufikia sasa. Niseme asante umekuwa na mihilari ngati, nami ni Jupiter Mayaka ingati. Tafakari msemo huu, utajua unayempenda lakini huwezi kujua anayekupenda. Kwa hivyo mimi nakupenda ama sikupendi? <laughs>